Wakazi wa eneo la Kabati huko Kitui Magharibi wanahofia usalama wao baada ya mmoja wao kuuawa na majambazi akiwa kazini mwake. Mfanyabiashara David Ngi alivamiwa na majambazi wakiwa wamejihami kwa bunduki alipokuwa akifunga duka lake na kumuua kwa kumpiga risasi. Akizungumza katika kwa njia ya simu, chifu wa eneo hilo Thomas Munyao amewataka wakazi kushirikiana na polisi kwa kutoa habari zozote zitakazofanikisha kukamatwa kwa waliohusika. Mfanyi biashara wangu yule nilikuwa nanunua vibaa nimekuta ashauliwa leo usubuhi, usubuhi hivi, na inaonekana hatuna security nzuri, kama kama hawako. Tunahitaji serikali iingilie, tunataka majibu kutoka kwa polisi. Tuko na polisi hapa, tuko na CID, tuko na police, tuko na ofisi ya DC hapa na tunashangaa kama wananchi wa hii soko na hatuna amani kwa sababu ya insecurity na ugutaji wa miandaraji hapa. Kwa hivyo tunataka serikali kuingilia tujue ni kwa nini mfanyi biashara wetu. Tunataka majivu kwa muda mfupi, tujue nani alimuua. Mwakilishi wodi ya Bonya.